alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tuna masumbuliwa sana na matatizo ya kijini, hususa wake zetu wanapopata ujauzito. Ndugu yangu usipate tabu kwenda kwa mganga, usipate tabu kwenda kutafuta madawa mbalimbali mbali madawa machungu aliyokuwa hayana msingi wa aina yoyote ndugu yangu, leo nimekuja na dawa dawa tulmujarabu, dawa ambayo ni kiboko cha majini. Ndugu yangu, dawa ambayo inafanya mwili wako uwe na kinga. Dawa yenyewe ni dagaa tonge. Dagaa tonge linapatikana hata masokoni Maruhubi na sehemu mbalimbali. Ndugu yangu, dagaa yenyewe linauzwa shilingi elfu moja tu kwa fungu. Chukua dagaa lako la shilingi elfu moja liosh Ukishaliosha maji yake usiyatupe, kabisa kwa sababu hayo maji ndiyo dawa yenyewe. Chukua yale maji ya dagaa, yaogee mwili mzima. Ukishayaogea, kalale hivyo hivyo. Kama kutatafunwa mpanya, wallahi, usiniite kwa jina langu mi